La Roho Mtakatifu. Wapendwa katika Kristu, tumsifu Yesu Kristu. Na wakaribisha tena katika tafakari yetu Jumapili hii, ambapo mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya Utatu Mtakatifu, baada ya kuwa tumetembea pamoja katika sikukuu za Pasaka zilizohitimishwa kwa sikukuu ya ujio wa Roho Mtakatifu, yaani Pentekoste Jumapili iliyopita. Sasa tunapata fursa ya kusherekea nafsi hizi tatu za Mungu mmoja, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunasherekea baada ya kuwa Mungu amejidhihirisha kwa ulimwengu, haja hafichiki tena, kashajidhihirisha kwetu, eh, kashajidhihirisha kwetu kama Baba, jidhihirisha kwetu kwa ujio wa mwanaye Yesu Kristu na pia akajidhihirisha kwetu E, kwa njia ya e, ujio wa Roho Mtakatifu, yani nafsi ya tatu ya huyu Mungu mmoja mmojayn yani, wakati kusherekea Pentecoste. Hivyo Mungu kwetu sio kificho tena. Mungu kwetu ni mtu, e, Mungu kwetu anajulikana kama Baba mwana na Roho Mtakatifu. Kwa pamoja hizi nafsi zinafanya Mungu mmoja ambaye mimi na wewe tunamwabudu, mimi na wewe tunaamini kuwa yupo, yupo anaishi mimi na wewe tunatamani na tunatarajia siku moja kuna naye uso kwa uso baada ya kuwa tumemaliza safari yetu ya kihujaji hapa duniani. Tunatambua umuhimu wa hizi nafsi tatu katika maisha yetu: Baba ambaye ni muumbaji, Mwana ambaye ametukomboa na Roho Mtakatifu ambaye anatuangaza ili kuweza basi kutambua matakwa ya Mungu katika maisha yetu na kuyaishi na kuyatimiza kama inavyotupasa. Mengi ni magumu, hatuyaelewi ndio maana nafsi ya tatu ya Mungu mmoja eh, nani? Roho Mtakatifu inakuja kukamilisha kazi ya Baba kujidhihirisha kwa ulimwengu, yaani baada ya kuwa mwanaye ameshakuja kutufundisha mambo tunaopaswa kufanya, basi inakuja Roho Mtakatifu kuhitimisha kwa kutukumbusha yote tuliyofundishwa na kutuelewesha vizuri yale tuliyofundishwa, kutuangazia ili basi yaweze kuleta tija, yaweze kuleta mafanikio tarajiwa katika e, safari hii ya ukombozi wa mwanadamu, katika safari hii ya kukombolewa e, kwa ulimwengu, katika safari hii ya mimi na wewe kuishi vizuri matako ya Mungu Baba e, katika safari yetu hapa duniani. Sikukuu hii ya Utatu Mtakatifu e, kama tulivyoona kwenye sikukuu nyingine, ni vizuri kutambua kwamba Utatu Mtakatifu ni fumbo, ndio maana inakuwa ni vigumu kuelewa inakwaje Mungu ana hizo nafsi tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna njia mbalimbali ambazo zinatumika kuelezea hili fumbo, lakini vyovyote tutakavyoweza kujitahidi kwa akili zetu za kibinadamu hatuwezi kuliwelewa kikamilifu, ndio maana likaitwa fumbo. Tunachoweza kujaribu tu ni kujaribu kama tulivyojaribu mababu zetu, kwa kujaribu watakatifu na kadhalika, kujaribu kuelewa walau eh, chembe tu ya hili fumbo takatifu e, eh, la Utatu Mtakatifu ili kukumbuka tu baadhi ya ambao ameshapaya kutafakari fumbo hili ni Mtakatifu Agustino. Unajua ile hadithi ya Mtakatifu Agustino ambaye alikuwa anahangaika kutafuta kufahamu vizuri undani wa ile fumbo la Utatu Mtakatifu, na katika mahangaiko yake hayo, katika tafakari zake, anajikuta pembezoni mwa bahari, yaani beach, akitembea na kuendelea kutafakari. Mara anakutana na huyu mtoto mdogo ambaye ni malaika au basi, wengine wanasema pia anaweza ni mtoto Yesu eh akiwa amechimba kishimo e, kwenye mchanga pale beach e, pembezoni mwa bahari na akienda baharini kuchota haya maji na kuyajaza kwenye aka kashimo kadogo alikachimba. Mtakatifu Agustino akamtazama kweli huyu mtoto, kwa kazi alikuwa anaifanya bila kuchoka e, kwenda baharini kuchota maji na kibakuli na kujaza kwenye kishimo hicho kishimba, na bila kuchoka na bila kusita ipo Agustino akaamua kujisogeza karibu kumuuliza yule mtoto kulikoni, "Mbona unafanya kazi hii?" Akamwambia, "Hii kazi ninayofanya naamini naweza kuifanya ni kuhamisha hii bahari kutoka hapa ilipo na kuihamishia kwenye hiki kishimo." Agustino akamwambia, "Hiyo kazi ni kazi bure ndugu yangu. Mbona unapambana na kazi ambayo hutaiweza?" E, wangalia kishimo ulichochimba ni kidogo sana, e, bahari ni kubwa hiyo, utayamisho leo utaweza, ndugu yangu, utamaliza lini? Uakamjibu huku akitabasamu wa akasema, ninachokifanya akina tofauti na unachokifanya wewe. Akili yako iliyo ndogo kama hili kishimo, inajaribu kuelewa e, fumbo kubwa kama hivi bahari ilivyo. Uta, utapambana, utatafuta, utajituma e, maisha yako yote bila kuelewa kinaga ukwaga, kwa sababu fumbo hili ni kubwa, ni fumbo kuu. Ndio maana ikaitwa fumbo, kuelewa ni kubwa sana, akili yako ni kadogo sana kuweza kuelewa fumbo kubwa kama hili la Utatu Mtakatifu. Wewe na mimi ndugu yangu, tunaweza pia tukawa tunatafuta kuelewa ile fumbo la Utatu Mtakatifu. Tusipoteze muda, sababu akili yetu ni ndogo, kama angala kashimo kadogo najaribu kuelewa kitu kikubwa kama ilivyo maji ya bahari, tukitamani kuyahamisha na kuyemesha kwenye kishimo kidogo, yani kwenye akili yetu ambayo ni ndogo kiasi hicho. Hivyo cha kufanya ni nini basi? Inapokuwa eh, kuna mambo ambayo ni mafumbo na kwetu haeleweki, yanakuwa yanakuwa magumu, sababu ni kwa njia ya, basi, alikua, eh, ya kwa sababu, imani tu tunaweza basi kufikia ukweli wote katika, basi katika hii siku tuna hii tunaalikwa tafakari injili ya Mtakatifu Yohane sura ya kumi na sita mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tano Ninayo bado mengi ya kuwaambieni, ila kwa sasa hamwezi kuyastahimili. Lakini atakapokuja huyo Roho wa ukweli, atawaongoza kwenye ukweli wote, maana hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atasema atakayoyasikia na kuwajulisheni yatakayokuja. Yeye atanikuza, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atawajulisheni yale atakayopata kutoka kwangu. Vyote alivyo navyo Baba ndiyo ni vyangu. Ndiyo maana nimesema kwamba huyo Roho atawajulisheni yale atakayoyapata kutoka kwangu. Ndugu zangu katika Kristo, somo hili la injili ni kama vile linatuita kabisa tena kutafakari Pentecoste, lakini ni kweli kwamba Yesu Kristo anaeleza ni kwa jinsi gani hizi nafsi tatu zimeungana Baba. Eh, eh, vitu vyote ambavyo eh, viko mikononi mwa Baba ni pia viko mikononi mwa Yesu Kristo, lakini pia Roho Mtakatifu anayejitokeza hapa ambaye eh, ataletwa ili basi kuweza kutuangazia tuweze kuyaelewa vizuri yale ambayo Yesu Kristo alikuwa anayasema au aliwaambia mitume wake au anaoendelea kutuambia sisi leo. Aliwaambia mitume wake kuwa eh, mambo mengi bado yatakuwa mazito kwao kuyaelewa, lakini pindi atakapokuja Roho Mtakatifu atawaangazia na kuwaelewesha uh, na jinsi ya kuyafanya. Basi Roho Mtakatifu alipokuja katika Pentecosti, kweli aliwapa nguvu hiyo mitume ya kuweza kuelewa yale ambayo Kristo aliyaishi na kuyafundisha, nao pia wanayavalia njuga na kuanza basi kuyaishi na kuyafundisha. Leo bado Yesu Kristo anasema kwamba basi Roho Mtakatifu atakayekuja atatuwezesha kuyaelewa vizuri mambo haya ya Kimungu e, atawezesha e, imani yetu iweze kuwa na maana kwa kuelewa vizuri fumbo hili la Utatu Mtakatifu, japo sio kwa uzima wake, sio kwa ukamilifu wake. Tunatambua kwamba kwa kipengele hiki cha Injili tulichosoma kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako daima pamoja. Kazi yao ni ya ushirika, yani wanafanya kwa ushirika, ya ushirika au ushirika kati yao watatu, mambo yanaenda mbele kwa sababu hao watatu wako katika huu umoja usiovunjika. Tunaomba Mungu atusaidie basi katika maisha yetu ya kila siku tuweze kutambua uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kuelewa yale mambo ambayo bado ni mafumbo kwetu. Wakati mwingine ni mambo yanayohusiana na upendo, upendo wa kweli kwa mke wako, kwa watoto, kwa ndugu jamaa na marafiki wa, wakati mwingine ni mambo yanayohusiana na msamaha Labda unashindwa kabisa kumsamea aliyekukosea. Unaona ni vigumu kabisa kupata e, uwezo wa kumsamea mtu ambaye kutendea maovu ma, kiasi fulani na kadhalika, na kadhalika. Mengi, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo bado ni mazito kwetu kuyaelewa, bado hatujashika kama ya, yalivyotakiwa. Yesu Kristo anatuaidia huyu Roho Mtakatifu ambaye atatuwezesha sasa kuyaelewa hayo mambo na kuyashika kama yanavyotakiwa, tukisonga mbele katika safari yetu ya uhujaji uh, uh, uh, uh, uh, uh. Tuombe basi Utatu e, Mtakatifu uendelee kujifunua kwetu, e, ufunuo wa Mungu ni nani katika ulimwengu uendelee kuwepo, ili tuweze kuwa basi zaidi karibu na Mungu, kwa sababu sisi ni wanawake, e, sisi ni watoto, kwa sababu sisi ni watoto wake, e, walelewa e, tuendelee kupata hiyo fursa ya kuitwa mwana wa Mungu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristu, lakini pia zaidi kwa matendo yetu na maneno yetu, tuamini e, uwepo wa Utatu Mtakatifu kwani Utatu huu Mtakatifu ndio umewezesha mimi na wewe kukombolewa Baba eh, Mwana na Roho Mtakatifu. Eh, katika basi ile sala ambayo tunarudia kila siku ya kwa jina la Baba, tunazitamka hizi nafsi tatu za Mungu mmoja. Itusaidie katika kuzitamka nafsi hizi kutambua, eh, kazi walionao kila mmoja wao na kazi ambayo wanaifanya katika maisha yetu kila mmoja wao, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tujaribu kuzienzi kazi hizo ili basi ziweze kuleta tija na manufaa kwa taifa la Mungu kuzama katika Kristi. Ni watakie Jumapili njema ya sikukuu ya Utatu Mtakatifu. Mungu awabariki sana na zaidi mwendelee kuwa na imani katika fumbu hili kuu la Utatu Mtakatifu, kwa naamini pamoja kwamba Mungu yupo na na nafsi tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jumapili njema.